kilipokuwa ilipokea ile neema amani ikawepo yeye anakuja kushangaa baada maana mke wake alikuja ku, kama kufanya suluhisho kwa kuelezea kwamba Mungu aliyofanya kwa ile neno na mtumishi wa Mungu haleluya lakini huyu alikuwa tayari anakujinua ameshajiwekea namna ambavyo Mungu atasema naye au namna mtumishi wa Mungu atakavyochukulia na kumwombea. Hakuwa tayari kujifunza njia za Mungu zinavyotenda kazi okay, so, so, so, so. kwa kila amwaminie, ukiamini, ni unyenyekevu tayari unao na imani ni matokeo ya unyenyekevu. Imani ni matokeo ya unyenyekevu, ndio maana watu wengi ni rahisi kwenda na kupokea wanachokitaji ikatokea, lakini kweli ikawa kwa sababu gani? Akisikia mganga ndaka kutoka suba wangu kutoka kutoka hatua ya kwenda ua kwa wanaendako, unyenyekevu mkubwa sana wale, wano, wale, ni wathamani sana na imani yao ndivyo inavyoinuka, kwa sababu palipo na unyenyekevu, kuna mkono wa imani, kuna nguvu ya kuna nguvu ya imani. Imani nguvu inaleta matokeo kwa sababu oh, watajinyenyekeza watafanya kile wanachoambiwa fanya hivi saa fulani saa fulani, atatekeleza. Njo kwetu anagaa nji n anakuwa na kasoro nyingi, anatoa namna nyingi za kueleza, anatoa maneno mengi, anachukua yani, kuna namna. Ndio maana utakuta ni rahisi mtu akishasikia fulani anakuja namna anavyoenda kuombewa, unaenda kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwa sababu gani? Ni profeti fulani anasikika. Lakini tunashindwa kujinyenyekeza kwa watu, tunashindwa kuwa na unyenyekevu sisi kwa sisi, kwa sababu kisha kuwa na unyenyekevu ni hatua moja ya ushindi katika Kristo Bwana Yesu. Asiwe sana, Bwana apewe sifa. Haya ya kwanza ni hali ya kujishusha na ya tatu wengine ni kutambua nafasi nafasi yako, na hivyo kutenda ndani ya mipaka ya nafasi yako. Kila mtu ana nafasi kwenye familia, huyu ni mtoto, huyu ni mama, huyu ni baba. Makanisani kila mtu ana nafasi, makazini kila mtu ana nafasi, popote pale kuna inajulikanaga, hii ni nafasi ya nani? huyu ya ya ya ya ya ya nafasi yake ni mtoto. Huyu nafasi yake ni kaka mkubwa. Huyu nafasi yake ni mzee wa kanisa. Huyu nafasi yake ni mwalimu. Huyu nafasi yake ni mlinzi. Huyu nafasi yake ni rais. Kila mtu anaifahamu nafasi yake, na hakuna sehemu sisi wanadamu ni utashi wa kutambua tusijue nafasi zetu. Kama mnyama kiboko, anafahamu nafasi yake ndani ya ya maji. Maana ukikuta kiboko anapambana Nakuta mara nyingi mtu mmoja ni kiboko kimoja kiendelea nafasi ya mwenzake. Wao, oh, wanaingia kwenye maji, kila mtu ana nafasi yake. Sio wanaingia ingia tu. Akiingia, akikanyaga, anajua hapa ndipo lipo kanyaga na hapa ndo mahala tamu. Anaijua nafasi yake na kitoto chake, mara atakokiweka kitakuwa kitakuwa kinajua hiyo ndo nafasi yake. Yani, kiboko wanaofahamu ndani ya maji, kila kiboko anakaa kwa nafasi yake. Wewe ni kutambua nafasi yako. Na ushi nafasi yako tena, ndani ya mipaka ya nafasi yako. Fanya mambo yako yote ndani ya mipaka ya nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni kiongozi, fanya ndani ya mipaka ya nafasi yako. Kama wewe ni mfanyakazi au ni mtumwa, fanya ndani ya mipaka ya nafasi yako. Hilo ndio unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wasio labda wasio na cheo au wafanya kazi au watumwa. Tito, naweza tukajifunza kutoka kwa Tito. Tito sura ile ya tatu mshalagowa kwanzaamaawanza Neno la Mungu linasema wakumbushe nyenyekea kwa watawala na wenye mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema, wasitukane mtu yeyote, wasiwe, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakiwa wapole sana kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema uwakumbushe watu kunyenyekea kwa sababu ni tabia ambayo tunajifunza, sio asili yetu. Kuna kusahau, maana ukishachukulia mazoea, kuna kusahau mipaka yetu, kuna kusahau thamani yetu mbele za Mungu, kuna kusahau nafasi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na hii zaidi tukajifunza kwa wana, na maana yale mapito, na maana ile safari waliyopitia, ni sawa tunayo kwetu. Kuna kusahau na kukutana ukasahau ile neema ya Mungu, Mungu mama, unapokuwa na unyenyekevu ni rahisi kukumbuka neema ya Mungu kwenye maisha yako ni rahisi kuhesabu <laughs> wema wa Mungu, utahesabu utagundua, huna mwisho, kisha unajinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu leo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu ni tabia ambayo tunajifunza. Na tukiangalia kwa watu wengi waliotuzunguka, wanaweza wakaimba kwamba wao ni wanyenyekevu, lakini kiwalisia na watu wa habari njema sisi tuliipokea kwa sababu ya ni kwa Isaya 61 unyenyekevu na Yeremia, sasa kwa kwanza pale nafikiri tutafika tutasoma. Nafikiri tutafika tutasoma. Bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu ni tabia ya kujifunza kuna kusahau kuna kusahau. Kwa hiyo tutaeleza huko isiwe kazi njema, lakini maadamu umepokea Kristo na unafahamu hii ni kazi njema, unakumbushwa kunyenyekea, unakumbusha kujinyenyekeza Mungu, chini ya mkono wa Mungu, unakumbushwa kunyenyekea kwa viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa watawali na kujinyenyekeza wao, sio kwamba ni faida ya wao kujiona kwamba ni nani, ni ya Mungu ama kwamba wao wanaweza? Hapana, na wao wana nafasi zao, wanaelezo sio sana. Kwa kujinyenyekeza ni muhimu, lakini kwa kazi njema, wewe ukajinyenyekeza, mtu akwambia, labda ni baba au ni mtu mwenye mamlaka, labda tuli baba imani, nakwambia kuja chiki pesa kwa sababu ni baba. Tunapasa tujinyenyekeza, tumefundisha kujinyenyekeza, kile si kitu chema

kwa kila kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. iikliana ama hata wasio na mamlaka ikawahusu sasa. Wale ambao wana mamlaka, neno la Mungu linasema tujifunze, ya wamugulila ziman kijifunze Mathayo sura ya ishirini san 8s Mathayo sura ya ishirini mstari wa ishirini inasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe akamsujudia na kumwambia kitu. Akamwambia, wataka nini? akamwambia akiza kwamba hao wanangu wawili waketi mmoja mkono wako wa kulia na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema hamjui naloliomba. Je, waweza kukinywea kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamwambia taweza. Akawambia hakika mtakinywea kikombe cha lakini kuketi mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na baba yangu. Na wale kumi, waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu na wakubwa wao watumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa Adamu, yeye aliyekuwepo toka mwanzo wa kuumbwa ulimwengu huu, anajua historia yote ya ulimwengu, anafahamu yote vilivyokuwepo. Akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akijua wanadamu tunahitaji